Bwana asifiwe. Ah, sehemu hii tutaendelea kuona vitu vingine ambavyo vinatokea pale mtu anaponena kwa lugha mpya. Kitu kingine kinachotokea unaponena kwa lugha mpya ni kwamba una refresh nafsi yako, you refresh, you quicken your moto so and your moto body kwa nafsi yako na mwili wako vinakuwa refreshed. Yani, vilikuwa vimekwama, vimekwama na mambo mengi labda yanayokuzunguka, mambo magumu, basi vikikwama, kuna kuwa na vinahitaji refreshment. But there must be a refreshment. Refreshment, badala ya ku, kuwa refreshed. Mara nyingi ukiwa umechoka umefanya kazi labda kutwa nzima umechoka, huwa unataka kuwa refreshed, unataka kubadilisha kidogo mazingira ambayo yalikufanya uchoke. Na mara nyingi kwa mfano, kwa mimi, yani na fall kwenye mtego tu wa kwanza kuangalia, labda watu wakichoka, wanaangalia movies which I, I don't say is bad, sio kitu kibaya. Wakichoka wanaangalia mpira sasa kuna wengine si choka choka, yani mpira, sasa imekuwa kama addiction. Kwa addicted to kuangalia mpira so his addiction is, why don't you, why not be addicted with the Holy Spirit? Kwa hiyo badala ya ku refresh kwa kuangalia mpira, kuangalia muziki, kwa kufanya vitu ambavyo ni vya kimwili. Refresh by speaking in tongues. Speaking in tongues gives you

Ule uharibifu uliotokea kutokana na, na uchovu unapunguzwa, unaondolewa, unaondolewa, unaondolewa. Na ukijenga tabia ya kunena kwa lugha kwa muda mrefu sana kwa muda mwingi, basi maisha yako hayo ya muda mrefu ninayoongelea, na yanakuwa yako tuned in to the refreshment hiyo ya Mungu. Kuna mstari kabisa ambao unaongelea hiyo refreshment upo katika agano, katika kitabu cha Isaya. Kwa hiyo sasa, sitakwenda kwenye huo mstari, nataka uniamini tu, amini kwamba katika Isaya kuna mahali ambapo anaongelea ameongelea kidogo hapa, labda ngoja ni utafute huo mstari ili kuweza kutusaidiana. Tukisoma katika Isaya, Isaya sura ya ishirini na nane kuanzia mstari wa kumi mpaka mstari wa kumi na mbili mistari hii mitatu nitaufananisha mistari hiyo na kwanza nianze wakorinto wa kwanza sura ya kumi na nne mstari wa kumi na moja anasema imeandikwa katika torati nitasema hii ni kumi na moja ishirini na moja ishirini na moja. imeandikwa katika torati nitasema na watu hawa kwa watu wa lugha nyingine na kwa midomo ya wageni, wala hata hivyo hawatanisikia asema Bwana. Unaona on, kwa hiyo ana, anaongelea lugha sana. Sasasa unaofuata, maanake hapa alikuwa anawakemea ana Korintho wa, wa anasema, basi hizi lugha ni ishara si kwao waaminio, bali kwa hao wasioamini, lakini kuhutubu si kwa ajili yao wasioamini, bali kwa ajili ya tupeleke kule kwenye Isaya, nimesema Isaya sura ya 28 kuanzia mstari wa kumi mpaka wa kumi na mbili anasema hivi. Nasoma kwa Kiswahili anasema kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kam kanuni huko kidogo na huko kidogo la habari, kwa midomo ya watu wengine na kwa lugha nyingine atasema na watu hawa. Nafikiri unaukumbuka sasa ule mstari nimeusoma kule kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na nne ambao aliwaambia hii ndiyo raha yenu, mpeni raha yeye aliyechoka, huko ndiko kuburudika, lakini hawakutaka kusikia sababu hiyo neno la Bwana... okay. Okay. Ngoja ni nisome sasa kwa kimombo, sababu kwa kimombo imekaa vizuri. Nasema nitaanza mstari wa kumi na moja nasema for with stammering lips and, and another tongue will lie

Mathayo sura ya tano tuendelea mwishoni mwishoni kule, sura ya kumi na moja, sori, sura ya kumi na moja, tuendelea, kumi na moja au tano, sasa tuna waga zinachanganya hizi vitu, anasema njoo kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapa rest, I will give you rest, the rest of God, kwa hiyo utapata rest ya mungu ukisarenda, ukinena kwa lugha So in speaking in tongues, there is a rest and there is a refreshing of God. Okay. k kwa hiyo tunasonga mbele sasa tuone uh, how long should you speak in tongues? Unatakiwa kunena kwa lugha mpya kwa muda gani? Sio unatakiwa, yani, I mean, maana hiki sio kitu cha kulazimisha, sio lazima eh, lakini ni critical. Tofauti ya mtu anayenena kwa lugha mpya na asiyenena kwa lugha mpya ni word, two words apart. Kwa ni bora mtu akajifunza kunena kwa lugha mpya, okay. Kwa hiyo nisome kwenye hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya 14. Uh, Wakorintho wa kwanza sura ya 14 na uh, Mtume Paulo anaongelea yeye alikuwa ananena kwa lugha kwa muda gani, kwa sababu ufunuo wa kunena kwa lugha mpya tumeutoa kwa mtume Paolo yeyeye alikuwa ananena kwa lugha kwa muda gani? mstari wa kumi na mstari wa kumi na nane anasema, namshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Anasema, lakini katika kanisa napenda kunena maneno matano kwa akili zangu nipate kuwafundisha wengine zaidi ya kunena maneno kumi elfu kwa lugha wanasema katika yeye, mtume Paulo ananena kwa lugha kuliko kanisa zima wote, yani kuliko kila mtu akijumlishwa kwenye kanisa, yeye ananena kwa lugha kuliko wote pale kanisani. Yani kama ni mashindano, mtume Paulo angekuwa champion kunena kwa lugha, lakini haneni pale kanisani. Ananenea sehemu ya siri, ananenea nyumbani, ananenea mahali, yani ananena peke yake. <coughs> Excuse me. Ananena mwenyewe peke yake kiasi kwamba wale ambao yani watu wengine hawamsikii. Ananena peke yake kwa jitihada za kujijenga mwenyewe, na ama mambo yote ambayo nimeyataja yanatokea e, anaponena kwa lugha mpya. Kwa ananena peke yake nyumbani, ananena kwa muda mrefu sana. Kwa ananena labda kwa muda Not necessarily ame set time ya kunena kwa lugha mpya lakini, anytime anaweza kunena kwa lugha mpya. Anaweza kuamua kunena kwa lugha mpya kila siku, at least kwa saa zima, kwa masaa mawili. Sio sheria, hii inategemea na vile wewe utakavyosikia, kwa sababu sio sheria. Mtu asiye akasema sasa kuna sheria ya kunena kwa lugha mpya kwa saa moja kila siku, ukiweka hiyo sheria itaanza kukusumbua, itakuwa mzigo Upende wewe kunena amua kwa lugha mpya. Wakati utakapoamua kwamba naanza sasa kunena kwa lugha mpya nitanena kwa masaa mawili, kumbuka kwamba sio sheria. Pale unapofanya kwamba hii ni sheria, tayari ndo hapo unapokuwa umeharibu. Kwa hiyo wewe unanena kwa muda gani? unanena kwa lugha kwa muda gani? Unanena kwa lugha kwa, kwa, kwa as long as you can kwa siku gani? Siku za jumapili tu kanisani? No, as many days. Yani ikiwezekana, kila siku. Kwa kila siku ukiwa umejijengea utaratibu wa kwamba mimi ni mtu wa kunena na nitanena kila siku, basi utazaa matunda. Yale matunda ninayoyasema lazima yatatokea. Kunena kwa lugha kutakupatia fursa ya kuzaa matunda, yale matunda yatatokea.